Mtazamaji wa Trend TV, bwana, moja kati ya habari ambazo zimetrend huko mitandaoni kuhusiana na tukio ambalo Bibi Zuchu amelifanya on stage ni hii issue ya wakati anaperform pale Kawe Tanganyika Pekas jijini Dar es Salaam katika show ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Serengeti, eh, Samia Festival ambapo katika hii show bwana, ni kwamba wakati Zuchu anaperform moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimehappen bwana, kuna mashabiki ambao walikuja pale wakiwa wapo na watoto wao wadogo. Umeona, eh? Yani kuna watu wali katika, eh, katika festival hiyo au katika hilo tamasha wakiwa wako na watoto, kitu ambacho kiukweli, eh, kilikuwa hakimake sense, umeona, lakini lakini ndo hivyo tena, kuna watu aga wana hiyo tabia ya kuendaga katika, mash, katika show kama hizi na watoto wadogo. Sasa unaelewa kabisa kwamba ustaarabu ga hakuna watu ga wanasukumana wanakanyagana, kwa sababu ni same za vibe; watu wako pale kuenjoy na hakuna mtu ambaye atakaejali kwamba umekuja na mtoto au la. Sasa kutokana na hiyo incident, basi moja kwa moja wakati Zuchu anaperform, eh, kulikuwa kuna watu walikuwa wamesimama huku kwa mashabiki, eh, na watoto na watoto walikuwa wanabanwa, walikuwa wanalia. Sasa Zuchu wakati anaperform ni kitu ambacho ni very unique, aliona, ameona, aliobserve hiyo inshu ambayo ilikuwa inawakuta hawa watoto pale kwamba wanaminywa minywa, wanakosa nguvu, wanaishiwa wanaishiwa nguvu, wanapitia maumivu makali, walikuwa wanalia kweli. Kwa hiyo Zuchu ikabidi asimamishe mziki na kuwaomba ma security wake waende pale pamoja na maaskari waweze kuwaokoa wale watoto walikuwa wanakanyagwa kanyagwa pale kwa mashabiki. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kime make headlines zaidi huko mtandaoni, na ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana wamefurahishwa na the way ambavyo Zuchu alivyokuwa makini na mashabiki zake na kujali kile ambacho kinaendelea kwenye audience ya watu ambao walikuwa wanamshangilia wakati anaperform. Yeah, so hapa kuna page nyingi tu zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari, kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba Zuchu asimamishe show eh, kutoa kwa ajili ya kuokoa watoto wadogo ambao walikuwa wanaminywa kule kwenye umati wa watu wa mashabiki wakaandika hapa kwamba bwana, huu ni upendo mkubwa sana umeonyeshwa na Zuchu baada ya kuona watoto wanapitia mazito na kuamua kusimamisha show ili wapate msaada. Hapa wadau pia wamekuja kuweka maoni yao, na moja kati ya comment ambayo wanakutana nayo hapa ni huyu hapa, anaitwa wiwa underscore, ameandika kwamba eh, wanatafuta nini kwenye hizi vurugu na mzazi ametulia tu nyumbani usiku huu? Kwa mtu mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana Bwana mbona watu wengine hakili hawana jamani, ha, watoto unawapeleka kwenye upupavu kama huo kweli, usiku mkubwa kiasi hiki, kwa mna sababu bwana wabongo ila wabongo, mtoto kama huyo anafuata nini huko? Umeona, so watu wameshangaa kuona kwamba wazazi wamekuwa careless kiasi hicho mpaka kuwacha watoto waende katika show kama hizo usiku wa manane, au hata kama ni mzazi umeenda na mtoto kidogo na inaonekana kwamba hauko sawa kichwani. So ukiwa kama mdau unalizungumziaje swala hili? Weka maoni yako Comment section tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.